Ni yani kutokuwa na maadili kwa sasa ni adui mkubwa zaidi kuliko ujinga, kuliko maradhi, kuliko umasikini. Yaani mtu asiyekuwa na maadili yale, yani ambayo anayoyafanya yana athari kubwa sana katika maendeleo kuliko hata mjinga. Nadhani nyinyi wote ni mashahidi, najua mambo yanaendelea katika mitandao, yanaendelea katika maeneo mbalimbali, kwa sababu yanaripotiwa yaani kuna baadhi ya vitu unaweza ukasema hiki kweli amefanya mwanadamu? Unaweza ukashangaa kabisa. Sasa katika masuala ya kimaendeleo tunalalamika, masuala ya rushwa tunalalamika, masuala ya ufisadi tunalalamika, masuala ya ujumu uchumi, yote msingi wake sio kwa, kwa sababu ya ujinga uh -uh, ni kwa sababu ya, ya maadili. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza sana watu waendelee E, sisitizwa katika kujengewa maadili, lakini kuna swala lingine la muhimu sana naendelea kuwasisitiza na kuwashajiisha ulijenge na muendelee na kuwa nalo, na hili ni swala la uzalendo. Uzalendo ni nyanja pana sana na inahusisha mambo mengi, lakini kwa tafsiri fupi tu ni kulipenda kila jambo lako ambalo linapatikana katika nchi yako, katika taifa yako, kuipenda nchi yako, taifa lako katika kile yale mazuri ambayo taifa lako linayo, lakini kuwa mstari wa mbele kwa namna nzuri, kuhakikisha yale mapungufu. Sio kwa kuyatoa hapana, kwa kuyarekebisha. Yaani kujidhalilisha nje ya nchi hata kama jambo hilo ni baya, sio katika uzalendo. Uzalendo wa kweli ni kuhakikisha tunapambana nalo na tunahakikisha linaondoka, na ndio maana taifa letu la Tanzania halijasema kwamba Tanzania hakuna rushwa. Tunakubali kwamba Tanzania kuna baadhi ya matukio ya rushwa, na watu wanakamatwa na wachukuliwa hatua na, na inaichafua nchi yetu, lakini uzalendo ni kupambana nayo. Uzalendo ni kuwafichua wala rushwa wote. Uzalendo ni kuhakikisha yale yote ambayo ni yana elementi ya uhalifu hatuyafanyi na kuwafichua wahalifu wote. Huo ndio uzalendo. Lakini kuendelea kuelimisha wengine kuondokana na hiyo tabia ndio uzalendo zaidi. <laughs> Kupenda bidhaa zinazotoka katika nchi yetu, kupenda kila kitu ambacho bora katika vitu vyetu, ni katika uzalendo. Kwa hiyo, katika kulitumikia taifa lako pia ni katika uzalendo. Na katika uzalendo huu, mtu anatakiwa awe tayari kufanya kazi katika eneo lolote, katika mazingira yoyote, kazi kwanza, kuhakikisha tunatoa huduma, lakini pia haki zetu lazima tuziendelee kuzipata ili kuendelea kwe, na maisha yetu ya kawaida. Kuna swala lingine la muhimu ambalo pia naomba nilisisitize, na hili ni swala la kuwajibika. Watumishi kwa kawaida tunawajibika kwa taifa au tunawajibika kwa nchi, lakini pia tunawajibika kwa jamii, lakini pia tunawajibika kwa wale tunawahudumia ambao ndio wateja wetu. Yaani katika kila eneo kuna namna ambayo mtu anawajibika katika taifa lako unawajibika wewe kufanya kazi eneo lolote, lakini katika kuwajibika kwa yule unayemhudumia, maana yake kuna kipindi na tuseme ukweli tu, idara ya afya, idara ya afya, kuna kipindi wanafanya huduma katika mazingira magumu. Mtu unaweza ukawa umefanya kazi mpaka usiku, unaenda kupumzika, unapigiwa simu, kuna mgonjwa, unatakiwa uende ukamhudumia, uka kwa akili ya kawaida ni kwamba mtu ameshafanya kazi, amepumzika, lakini kule kwenda kuokoa maisha ya watu wengine ni sehemu ya uzalendo katika taifa letu, kwa sababu tusipofanya hivyo, basi hakutakuwa na maendeleo katika, katika taifa letu. Lakini pia ni baada ya kusema hayo, niwapongeze tu kwa kazi kubwa mnayofanya, wauguzi. Hapa napenda niwapongeze kwa sababu mbali ya kuwa kuna changamoto kadhaa ambazo zipo na bahati nzuri idara imejipambanua na kuendelea kupambana nazo, bado mnafanya kazi nzuri sana. Hizi sifa ambazo tunampatia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hizi sifa ambazo mnatupatia sisi Mheshimiwa DC pamoja na mimi, mkurugenzi, ni sifa ambazo mnazitengeneza nyinyi. Imagine tupo hapa kwa dakika kadhaa tu na dakika kadhaa tu, masaa kadhaa tu. Ni wangapi katika madaktari wamekuja kuchukuliwa hapa hapa, wameenda kuwahudumia wagonjwa kule hospitalini? Ingekuwa ni shughuli ya walimu, asingetoka hata mmoja. Lakini kwa sababu ya umuhimu wa afya na kwa sababu ya uwajibikaji wenu na kujituma kwenu tumelishuhudia kwa vitendo tukiwa hapa hapa kwamba jamani, tunaomba ikatolewe gari, kwa sababu iwaaishe daktari, kuna dharura. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza sana kwa kujituma na kwa ulindaji wenu wa kazi. Kwa kweli tunastahili pongezi, tukieni makofi. Lakini pia wenyewe mmesema hapa kuna mafanikio mbalimbali mbali ambayo yapo, mmeyaorodhesha katika risala, kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya watu wa huduma na wananchi wa wa ni wa wa wana na, niwahakikishie tu kwamba wananchi wa Mafia ni wakarimu na ni wapole na ni watu ambao wana ushirikiano, na tunapowapa ushirikiano vizuri, tutaendelea kufaidika sana na wananchi wa wilaya ya Mafia. Si kwamba hakuna watu wenye mapungufu, hapana, lakini kwa wingi wao bado ni watu wazuri, ni watu wa karimu. Tuendelee kushirikiana nao ili tuweze kutekeleza majukumu yetu. Lakini ongezeko la watumishi ongezeko la watumishi kama mlivyosema katika risala, watumishi zaidi ya tisini tumewapata mwaka huu. Baada ya kumwomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ameridhia akaelekeza ofisi ya Rais TAMISEMI na ofisi ya Rais ya Utumishi na Utawala Bora wakatuletea watumishi hao katika awamu mbili, na huo ni mwanzo bado tunaendelea kuwaomba watuendelee kutuongezea watumishi wengine ili tuweze kutatua changamoto za watumishi lakini kuboresha mazingira ya watumishi waliopo. Tangu tumefika hapa katika wilaya hii, kulikuwa na changamoto ya watumishi kwamba ile rotation ya watumishi, kwamba anaenda kupumzika ili aingie mwingine, ilikuwa haipo kwa sababu ya uchache wa watumishi, na hilo linasababisha baadhi ya stahiki zao zinakuwa ngumu kuzilipa. Kwa hiyo, kitu cha kwanza kabisa ambacho tumeamua kupambana nacho kisha tunaenda kuomba watumishi tuletee watumishi wa kutosha ili tuweze kutoa huduma ya kuwahudumia wananchi hawa wa wilaya ya Mafia katika ubora unaokusudiwa kama maeneo mengine. Kwa ongezeko hilo la watumishi, pia ni katika mafanikio ambayo umeyasema, watumishi kulipwa stahiki zao, lakini pia watumishi kupewa nafasi ya kujiendeleza, watumishi wameweza kulipwa fedha za kununulia sare za kazi na watumishi kupanda madaraja hizi mafanikio yote anayetakiwa kupongezwa na kushukuriwa wa kwanza kabisa ni rais wetu mpendwa daktari e, Samia Suluhu Hassan, na sio vingineyo. Sisi wengine tunatekeleza maagizo yake na maelekezo yake. Sisi wengine, mnapotuletea malalamiko au changamoto au kero, tunachokifanya sisi ni kuandika, na ndio tunachokifanya tunaandika. Tuna mapungufu ya watumishi, na kumbuka mwaka jana tuliandika kwamba tuna ambayo Mheshimiwa Rais ametujengea, tuna ICU, lakini tuna maternity ambayo tunaweza kufungua hivi karibuni. Tuna vituo vya afya ambapo watumishi ni wachache. Binafsi nilikaa na watumishi wa afya pale siku moja, nikachukua yale maelekezo mlionipa, tukaandika, tukapeleka, tukaandika tena kukumbushia, na hatimaye Mheshimiwa Rais amesikia kilio chetu, ametuletea watumishi wa kutosha lakini kwenye swala la kulipa stahiki pia tumejitahidi kufanya hivyo, na tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha wale wote ambao wana stahiki zao za madeni, basi tutawalipa kwa wakati. Zimezungumzwa changamoto, lakini pia yamewekwa mapendekezo. Uzuri ni kwamba changamoto zilizowekwa na mapendekezo yaliyowekwa, yani yale mapendekezo ya kitekelezwa, zile changamoto zinakuwa zimeta na uzuri ni kwamba kwa level yetu sisi tunaweza tukatekeleza mapendekezo yenu yote mliyosema kulingana na changamoto, na mengine tushaanza kuyatekeleza. Kwa mfano, mamlaka za juu ikiwemo mkoa wa wizara kuendelea kutoa kipangia watumishi katika wilaya ya Mafia. Katika bajeti ya mwaka 2025/26 tumetenga bajeti kwa ajili ya watumishi wengine na tunaamini tutaletewa watumishi wengine na tutapunguza changamoto ya watumishi, lakini pia tunaendelea kuwahamasisha watumishi wengine ambao wanaona kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakahamia Mafia na kuungana na sisi katika kutoa huduma, tunaendelea kuwakaribisha. Kuwa na hivi tushaanza kupokea baadhi ya watumishi kadhaa ambao wanakuja kwa ajili ya idara tofauti tofauti, lakini pia swala la kuomba halmashauri isaidie gharama za kusafirisha wagonjwa, ili pia na lenyewe tunalifanyia kazi tunalifanyia kazi, kwa sababu huwa tunalifanya wakati mwingine, ikitokea changamoto tunawasiliana na DMO hapa, tunasafirisha kwa ndege ambayo ni very expensive, lakini kwa sasa tunafanya utaratibu tunafanya utaratibu wa kutafuta ambulensi nyingine ambayo sio kubwa kama hii ya sasa ambayo itakuwa inatumia mafuta kidogo kuliko hii ya sasa, ili kuweza kupunguza gharama za ambulance boti, ili tuweze kutoa huduma za kuwasafirisha wagonjwa kwa gharama kwa gharama nafuu. Ili tupo katika mazungumzo na watu wa Wizara ya Afya na TAMISEMI, lakini pia kufutia hazina, nadhani tukifikia mwafaka tutaona namna gani ya kulegea hii. Lakini kuhusiana na madai ya watumishi yali, labda niseme tu hapa ni mwaka huu tangu ulipoleta malalamiko hayo mwaka jana. Kwanza, moja, tulielekeza tutumie rasilimali zetu kupunguza madeni na tumefanya hivi. Lakini mbili, madeni yaliyopo, tuseme tu ukweli kwamba kwa madeni yaliyopo kuyamaliza sisi wenyewe hatuwezi. Kwa hiyo tulichokifanya, tumeomba serikali kuu itusaidie kupunguza madeni haya, lakini hatutengenezee mazingira ya kuto kuongeza madeni mengine. Na hapa tu ni kwamba katika bajeti yetu mwakani, ya, ya, ya mwakani tumeongezewa fedha za kulipa madeni nadhani zaidi ya milioni hamsini ukilinganisha na ile bajeti ya mwaka jana, bajeti ambayo tunaitumia mwaka huu, tumeongezewa bajeti kwa ajili ya kupunguza madeni. Lakini hata watumishi wapya waliokuja kipindi hiki, kulikuwa na changamoto bila ya kulipa. Tumefanya mawasiliano, hizo pesa zimekuja, wale waliokuja mwanzo wameshalipwa na hao wengine utaratibu wao utapata ili kuhakikisha hatuendi mwakani na madeni, ila yale ambayo tumeyazalisha miaka iliyopita, zile fedha ambayo tutaongezewa mwakani tuweze kupunguza madeni yao. Baada ya kusema hayo, baada ya kusema hayo, niwakumbushe kitu kimoja. Maisha ni kuishi, kuishi kifa, ndio life inaisha, sindio? Watu wa dini na wenyewe watatuambia tafsiri zao za life, lakini sisi watu wa political science, sisi watu wa science ya siasa tunasema, na sisi ndio tuna definition nzuri. it it is is art art of of creating and solving problem life, it is art of creating and solving problems. Yani from kila kitu unachokifanya unatengeneza tatizo, na ili ulitatua hilo tatizo, inabidi ufanye kitu kingine. Nelewana vizuri eh? Kwa hiyo kuanzia pale unazaliwa, yani mama anapata ujauzito ametengeneza tatizo, ataenda kliniki, ataenda wapi sijui, akijifungua ata, mtoto mtoto anataji kuelewa, anataji solution ya, ya namna ya mtoto. Akimpeleka shule ni tatizo hilo, ada sijui, na yeye mwenyewe kule shuleni mtoto tatizo, akifaulu. Ndio kuna kipindi sema nikimaliza mimi ntalala Ukimaliza unaambiwa umefaulu, tena ni tatizo lingine hilo. You create problems then you solve it. Una create mwenyewe na una solve mwenyewe. Once utakaposhindwa ku solve matatizo ambayo una create mwenyewe kwenye hiyo system of life, hapo ndio utakuwa ume fail life. Kwa hiyo hata hii ajira ambayo tumeipata, wale watu wa ajira, wa ajira mtu, you have created this problem and you need to solve it, wewe mwenyewe. Kwa mfano, mtu mwingine inawezekana kwa namna moja aa, nyingine hajazoea mazingira ya Mafia, hajazoea, lakini ndio washafika Mafia na anatakiwa akopu na mazingira ya Mafia na anatakiwa aishi Mafia. Nao mfano wa kipindi nafanya kazi Kilindi, Tanga, kuna shule moja ilikuwa inaanzishwa, na na inaitwa Kikunde, Kunde Sekondari. Kipindi imeanzishwa ilikuwa na walimu wawili wa ajira wa mpya ajira mpya wawili wa kike na wa kiume, wamepangiwa first employment shule mpya na wao wapya wakakutana na wanafunzi wa form one. Wao walimu wako wawili, problem. Kipindi anatoka kule kapata kazi alikuwa anafurahi. Alipofika alipopelekwa aliopelekwa ile shuleni yuko yeye na yule mwanaume wawili, waka solve problem wakaoana, wakiwa wawili wakafundisha form 1 wakiwa wawili form 2 wakiwa wawili. Walipofika form 3 wakaongezeka, wakaongezeka walimu. Form 4 walimu wakafika saba. Walipofika waka decide, sisi tunatakiwa tuende tukasome tukaongeze elimu walikuwa ni diploma. wakaomba ruhusa mwajili wao wakakatalia. Kwa sababu gani wale wakatalia? Anasema idadi ya watumishi e, idadi ya watumishi ni chache kulinganisha idadi ya wanafunzi madarasa yameongezeka mikondo mkondo